Ule wa 14 mpaka 15. Nitasoma. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamaye ukera amelala kitandani, hawezi, hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha. Naye akaondoka, akawatumikia Akamwona mkwe wa Petro mamae, mkewe amelala kitandani, hawezi homa. 15. Akamgusa mkono, homa ikamwacha. Naye akaondoka, akawatumikia. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno hili zuri inaoskuthibitisha uwezo wako na ukuu wako. Wana wako wa kike na wa kiume, tuko hapa. Inawezekana katikati yetu wapo ambao ni wagonjwa, naomba na kupitia neno lako Bwana, ikawakusi katika jina la Yesu Kristo. Na yule atu aliyevamia miili ya kila mmoja mahali alipo akaogope na kutetemeka na kuondoka. Maana neno lako lina nguvu na uwezo na mamlaka katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alipoingia nyumbani kwa Petro, kumbe hapo Petro alikuwa ametembelewa na mama mkwe, wakati yupo hapo amemtembelea, kumbe alikuwa anaumwa. Magonjwa hayajaanza leo. Magonjo yalianza zamani, yale tunayo yajua na tuso ya juu Haleluya. Yote kwenye Biblia, lakini Biblia inasema alipofika tu, kwanza Petro alifurahi kwa na alipofurahi, akamweleza moja mbili tatu, kwamba nina mgeni tena ak yumo ndani Biblia kama ingeweza kuandika yote kingekuwa kitabu kikubwa kisichoweza kubebeka. Lakini naamini alimwambia mwite, au yawezekana alimuuliza yuko wapi. Biblia inasema alipoondoka kuona alipo la akamshika Haleluya. Alipomshika Biblia inasema ugonjwa wote wa homa